Tupo hapa Pemba katika kiwanja cha mazoezi kwa ajili ya matayarisho ya timu yetu mechi yetu ya kesho. Ah, kwanza tunashukuru Mungu kwamba tumefika salama na mpaka sasa hivi ndani ya timu yetu tuko vizuri, wachezaji wote wako salama. Mazingira tunaoishi pia yako vizuri na tupo kwa ushirikiano, lakini safari ndio safari. Safari baharini tofauti na mazingira mengine, lakini tunashukuru tumefika salama na tumepokelewa salama. Na mpaka sasa hivi tupo katika kiwanja cha mazoezi pia tunaendelea vizuri. Ha, ni mpira kusema kweli, ni kweli mwaka jana walichukua pointi nne kwetu, sisi tulipata pointi moja, lakini ya mwaka jana yamepita, na Zanzibar kuna historia ya mpira hiyo endelevu, ila tunasema kwamba kwa uwezo kwa wa Mungu tunarekebisha kesho na matokeo yatabadilike, atakuwa kwetu timu kama timu. KVZ ni timu ambayo ina kikosi kipana, kwa hiyo ni athari kwa mchezaji, lakini si athari kwenye timu, kwa sababu mchezaji ndio anatoka kwenye kupata match fitness, lakini timu inabakia pale pale kwenye ubora wake, na ninaamini tuko vizuri kwa position ambazo watu wameondoka Ah, tutacheza tu mpira hapa, tupo ugenini lakini tutacheza kwa heshima, kwa kwa sababu mpira timu yote unaocheza nayo kwanza inahitaji heshima kwao. Tutacheza kwa heshima, hizi ni timu wao, tutawaheshimu na lakini jua heshima yao ambao tunawafanyia sasa. Tunahitaji matokeo, kilichotuleta Pemba tusifichane, ni matokeo tu, hatunajua jengine lolote ambalo tunalihitaji au tunalijua kwetu. Ah, washabiki wetu tunaomba waje Pemba, wakusanyike kwa ajili ya kuja kutusapoti kama vile ambavyo wanatusapoti tupo Unguja, na hapa pia ni kwao na timu, ni timu yao tunawakaribisha wote wageni walikwa kwa hiyo ili kuja kutusapoti kwa kuhakikisha kwamba timu yetu inapata pawa na kuweza kufanikiwa vyema. Nashukuru sana.